Karibuni tena popote mlipo, na kuwakaribisha katika kipindi chetu cha leo, tunapoenda kuangalia dalili za siku za mwisho, kwamba tuko kingoni, ndugu zangu, na jinsi maandiko yalivyosema, kwamba tutaka kuona hayo, tujue kwamba mwisho e So, siku mmoja tunaona kwamba wanafunzi wanamwendea Yesu, alipoka meketi pale Mzaituni, anuwa Mzaituni, wakamuuliza tuoneshe na tuambie ilini mwisho wa, Yesu akaenda zake, akaondoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea maenea, ili wamwonyeshe majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia hamuoni haya yote? Amini nawaambia, tutalisadia juu ya jiwe ambalo alita kumwenea. Ishara za mwisho kuwa, wa nyakati. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie Bwana, tuambie mambo

Satani atatumia sata udanganyifu. I will use the two great deception To deceive God's people The matter of the soul And the sacred Sunday The Sunday sacredness. Kwamba atatumia njia kuu za kuweza kuwadanganya watu wa Mungu, atakupiti chela mwisho ni ile hali ya kwamba kusema wafu ajafa ama mtu hafi. Na ingine ni kwamba utakaso wa Siku ya kwanza ya juu. So baada hiyo mstari kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, wengi wao wakisema mimi ni Kristo, na watadanganya wengi. Vile nimefafanua katika kitabu cha waraka wa kwanza ya Yohana 4:1 na pia Mathayo 24:24. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita kwa kama dunia, angalieni msistishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho wa taifa litaona kwa kupigana na taifa na jinsi hivi tunavyosikia katika mtandao katika wiki na watazama, tunaona kwamba nchi zinaomboleza sana kwa ajili ya vita na kwa ajili ya msisimuko ya tetesi za vita. Kutakuwa naja, na njaa na mtetemeko ya nchi mahali na mahali, haya yote ndio mwanzo wa utungu mateso ya taifa, na pia katika Mathayo 24:21 kusema kwamba kutakuwa na dhiki kubwa ambayo jaitokea tangu mlepo Tunasoma katika Mathayo 24:21, anasema kwa kuwa wakati huo kutakuwa na dhiki kubwa ambaye hajaitokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwa hapo. Kama tunaona kwamba dunia iko hatarini, iko katika dalili za mwisho, na Isaya anadhibitisha hizo, ambapo soma katika Isaya 24 mstari wa 4 na mstari wa 19, pale anasema dunia kuvunjika, imevunjika dunia kupasuka, imepasuka

weza kulonake pia unaposoma katika kitabu cha Danieli kumi na mbili mstari wakeanua wa pili pale niambia kwamba kuanzia mstari wa kwanza naambia kwamba so, na kutakuwa na dhiki na tauni so macheso hayo yatakuwa, kutakuwa na shida sana, na hizi zote zinasikiria kwamba mwisho umekaribia. Katika Petro wa kwanza vile saba anasema hivi wa kwanza nne saba, msikilizaji wetu, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili kisheni katika sala. So, tunaona kwamba ni hakika baada ya Yesu kutupa dalili na ishara, basi tutakapoona tujue kwamba tumekaribia ukingoni. Tunaona naye pia katika maandiko katika kitabu cha Petro wa kwanza nne saba tunaomba vile vile na tukeshe katika sala, ili tuweze kuwa ni wenye na Yesu Kristo mwana mwake. So, tuko katika zama za mwisho na tumwombe Yesu atuongoze, maana hatuwezi asipoingilia kati, hatuwezi, hatuwezi tusipoacha maisha yetu akayatawala. so, Mungu awabariki na Mungu azidi kuwaonea tunapozidi kuja.